unayoifanya una maarifa nayo, una ujuzi nayo, unaielewa, ubabaishi, unaipenda. Hakuna kazi ambayo unaipenda haitakufaidisha, haita, kila kazi ukiipenda, lazima utafanikiwa. Hakuna kazi ambayo utaipenda, kazi yote. Mimi i mi, mi, mi, mzaopakwa, kazi yangu ntakuwa mi nashona viatu mi kazi yangu, mzaopakwa, ni bodaboda, lazima kazi ya bodaboda uijue wateja wa usiku ni kina nani, wa mchana kina nani, spoko zinauzwa wapi, tairi labda ujue. <laughs> Na kila siku unaongeza maarifa, elimu haina mwisho, unaongeza maarifa kila utapolea, unaongeza maarifa kuhusu uuzaji wa spare za makatapila spare za magari, unaongeza ujuzi kila siku, maadunia inabadilika kila siku, na inabadilika na unabadilika wateja wako wataki kauli gani? Wateja wako wataki kauli gani? Wateja wako wataki zipo zinawavutia wateja, unatazama hayo mambo, sivyo? Na kuhakikishia kaulize wenzako.